Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote. Sasa tunapolisikia neno lake tuombe. Mtakatifu Mungu Baba yetu wa mbinguni, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo na kushukuru kwa kutuletea ukombozi katika ulimwengu huu kwa kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Basi sasa tunanyenyekea mbele zako tukitafakari ujumbe wa neno lako la uzima, ili neno hili liweze kutuongoza tuone namna na jinsi ya kuendelea kuishi kufuata wewe katika ulimwengu huu kupitia Yesu Kristo aliyezaliwa nasi tukaurithi uzima sasa na hata milele. Amen. Amen. Neno la Mungu tunalopewa ni lile ambalo lilikwisha kusomwa kutoka kitabu cha Nabii Isaya mlango ule wa tisa mstari wa sita na ule wa saba Nabii Isaya Mlango wa tisa mstari wa sita na ule wa saba Nasoma katika jina la Bwana. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake, mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, mfalme wa amani. Maongeo ya enzi yake na amani hayatakuwa na mwisho kamwe, katika kiti cha enzi cha Daudi na ufalme wake, kuuthibitisha na kuutegemeza kwa hukumu na kwa haki, tangu sasa na hata milele. Wivu wa Bwana wa majeshi ndio utakao watenda hayo. Amini na tukae. Kristo amezaliwa. Upendwa, siku ya leo ni siku kubwa katika kanisa la Mungu mahali pote duniani, pote makanisa yamejaa wakimshangilia Mungu kwa tendo la ukombozi alilolileta kwa kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Na haya ni yale yaliyoandikwa, mambo haya yameandikwa na manabii, kisoma kwa Zekaria, kisoma huko kwa kina Isaya, wameyatabiri haya, na no sasa yametokea, ulimwengu mzima unatikisika kumshangilia Kristo aliyezaliwa. Mahali pengine kuna kama kusahau kidogo, maana mkazo mkubwa umekuwa katika kupeana zawadi mbalimbali. Na kwenye baadhi ya nchi hapa duniani, kuanzia mwezi wa tisa tayari miti ya Krismasi imeanza kupambwa kwenye maduka makubwa, kuwashawishi watu wajue jinsi ya kununua zawadi na kujiwekea zawadi kwa namna mbalimbali. Kwa mekuwa ni utamaduni, dunia inapokea zawadi kubwa, lakini basi tunapokea hata zawadi ndogo ndogo. Kipewa zawadi na mwenzako, basi pokea. Mama mmoja alikuwa anaishi peke yake kti anaishi ya peke yake. Sasa ilipokaribia Krismas ni kule nchini Norway, kule Norway tuliambiwa mama yule alikuwa na, wakati ukikaribia Krismas, pale chini ya mti wa Krismas ambao unauweka, inabidi ananunua zawadi na kuiweka ile ile siku ya Christmas ajipe surprise. <laughs> Yaani, ile siku ya Christmas, ikifika naye anafungua naye ana anapata kama surprise fulani. Nafikiri sio jambo baya kujipa surprise. Kama tunavyopeana zawadi za, wadi, za surprise, mahali mbalimbali lakini surprise kubwa ambayo dunia tunaipokea ambayo ndio jambo kubwa la siku ya leo. Tunampokea mfalme wa mafalme, bwana wa mabwana, Yesu Kristo amezaliwa katika ulimwengu huu. Bwana asifiwe, hilo ndio kubwa. Hizo surprise kama utapewa na rafiki yako kama utajipa mwenyewe, lakini kubwa ni hii, Mungu anayoitoa zawadi kubwa kwa ulimwengu kwa kumleta mwanawe pekee Yesu Kristo, afe azaliwe lakini aishi maisha afe afikie hatua ya kuombwa mtini kwa ajili ya ukombozi wako wewe na mimi. Kasoma katika Injili ya Yohana ule mlango wa tatu mstari wa kumi na sita ambapo ndipo udhihirisho wa upendo wa Mungu kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu naye akamtoa mwanawe pekee Yesu Kristo ili kila mwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele, awe na uzima wa milele. Mungu amemleta Yesu Kristo, na hivyo ni jukumu letu kupokea uzima huu kwa mikono yetu, na mikono yetu ni mikono ya imani, kusogea kumpokea Yesu Kristo, azaliwe maishani mwetu. Katika somo hili, nabii Isaya aliliandika miaka mingi sana kabla Yesu Kristo kuzaliwa lakini ni kama ameyasema yale yote ambayo huyo Yesu Kristo akija ulimwenguni atayafanya hayo. Na nabii Isaya alieleza habari za mfalme wa amani atakayekuja. Taifa la Israeli lilikuwa katika wakati mgumu, wakati wa hofu, wakati wa dhambi, wakati wa uvamizi wa jeshi tena jeshi kubwa la Waashuru wamevamia nchi ile. Kwa hiyo taifa la Israeli likawa halina msimamo tena, likajikuta liko katika giza nene, giza la kisiasa. Wamejiona watumwa, kisha kuwa mtumwa, basi kuna giza la kisiasa, lakini kuna giza la kijeshi jeshi dhaifu, maadui wanakuja Waashuru na jeshi kubwa wanakuja, kwa walikuwa na giza la kijeshi, hawana amiri jeshi tena, walikuwa katika hali ngumu. Lakini giza baya, giza la kiroho, taifa la Israeli lilikuwa katika giza baya zaidi, ni heri hata lile la kisiasa na la kijeshi, lakini giza la kiroho, maana wametawaliwa na dhambi dhambi ikawa imetawala sana katika taifa lile, na Isaya anapoandika haya, anayeandika ni kabla kidogo ya wakati ule wa kuchukuliwa utumwani, kwa kuwa aliona watu wanavyoishi katika maisha hayo. Lakini pia aliweka maneno ya faraja katika mlango huu wa tisa, kama maneno ya faraja. Kuna maisha magumu, lakini kuna maneno ya faraja hapo, lakini faraja zaidi katika kitabu cha Isaya inapatikana katika ile sehemu ya tatu kuanzia mlango wa 40 na kuendelea, akisema, watulizeni watu wangu, watulizeni watu wangu, watu watu mioyo ili wajue kwamba Bwana wa majeshi amewajilia tena. Ndugu zangu, katikati ya giza hili nene, Nabii Isaya akiona giza nene la kisiasa, giza la kiroho, giza la kijeshi, anakuja na ujumbe mzito akiwaambia wana wa Israeli kwamba mwisho wa fedheha yenu, mwisho wa fedheha umefika na mwanzo wa heshima sasa umekaribia. Mwisho wa fedheha zote zile sasa umefikia mwisho, mwanzo wa heshima yenu kama taifa la Israeli umekaribia. Na hiki ndicho anachokieleza katika mlango mzima wa tisa. Kifika nyumbani, naweza kusoma mstari, mlango wa tisa, anasema sasa heshima ya taifa imeanza heshima ya taifa imeingia, na kisoma ule mstari wa pili, ni kama ile antifoni tulioimba, wale waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti nuru imewaangaza. Mstari wa pili wa mlango huu wa tisa anasema, watu wale waliokwenda katika giza wameona nuru kuu, wale waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti nuru imewaangaza. Nuru imewaangaza, na tuisikiliza hata jana mistari ikisoma mistari ile ya Bibilia, mistari hii ilisoma, wengine waliisoma kwa Kisambaa, wengine kwa lugha za watu wenga wao. Na waona langeila kulu waikala mweshie kiza langeila jawa lawila, wale wanaoishi katika nchi ya giza nene wameona nuru kuu, wale waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti nuru imewangaza. Isaya anataka kuyaleta hayo kwamba hayo ndio anayokuja nayo huyo Mwokozi anapozaliwa huyo mtoto atakapozaliwa, maonevu yatakuwa yamekwisha kwa taifa la Israeli, vita vimekwisha. Yeye anayekuja ni mfalme mwenye nguvu. Na haya anayoyasema, ndugu zangu, si kwa ajili ya taifa la Israeli wakati ule tu, lakini ni kwa ajili ya taifa na kwa kanisa la Mungu hata leo kwamba kwa kuzaliwa huyu mfalme wa amani aliyekuja ulimwenguni, maonevu yamekwisha, giza nene limekwisha, vita vimekwisha, maonevu yamekwisha. Anaanza pale mwanzoni katika mstari huu akisema tumepewa mtoto mwanamume, mwenye uweza wa kifalme. Anamtaja sifa zake, huyu Yesu Kristo, huyu anayekuja anatajwa na sifa zake, na hapa ameziorodhesha sifa nne, ameziorodhesha katika mistari hii. Ukisoma vizuri utaona zimetajwa nne. Kwanza, atakuwa mshauri wa ajabu, mshauri wa ajabu. Dunia imejaa changamoto nyingi, ndugu zangu. Tunahitaji mshauri, tena sio mshauri wa kubangaiza bangaiza, mshauri wa ajabu, maana dunia imejaa changamoto nyingi, ujue mahali pengi tumewashangaa tu na kuwalaumu e. Hata majuma yaliyopita tumesikia kwenye vyombo vya habari, mtu yule ambaye amekasirishwa, nafikiri ameudhishwa, sijui ameudhishwa na mume wake, sijui na jamaa majirani zake, eti amechukua kamba akajinyonga. Amechukua kamba amejinyonga. Huyu amekosa tu mshauri, mshauri wa ajabu. Angeendea Biblia yake na kusoma na kuona kwamba pamoja na magumu nayopitia lakini yuko mshauri wa ajabu. Ukikutana na mshauri huyu wa ajabu hutajinyonga. Bwana Yesu asifiwe. Anakuja mshauri wa ajabu. Katika maisha yako unakutana na changamoto nyingi. Changamoto nyingi unakutana nazo. Ujue kwamba hizo changamoto yuko mshauri wa ajabu. Huyo mshauri akiwa ya ndani yangu, nikimpokea akiwa ndio mshauri wangu, sitaingia vibaya vibaya, maana amekuja mshauri wa ajabu sihi. Christmas hii itukumbushe kumpokea mshauri wa ajabu, na hiyo ndio sifa yake kubwa moja anayopewa katika zile sifa kubwa alizonazo. Lakini sifa ya pili anambiwa ni Mungu mwenye nguvu. Mungu mwenye nguvu, na anamtaja Mungu mwenye nguvu kwamba ni Mungu wa uumbaji wote na utukufu wote. Huyu tunayemwamini na kumtegemea ni Mungu mwenye nguvu, hashindwi na lolote. Ukikutana na jambo lolote, jua kwamba una Mungu mwenye nguvu. Watu wanashindwa tu kumtumia huyu Mungu mwenye nguvu. Wanapokutana na magonjwa, wanapokutana na maafa, wanapokutana na majanga mbalimbali, wanashindwa kutambua kwamba haya yote ni nini? Huyo Mungu naye mwamini, mimi ni Mungu mwenye nguvu. Tunaitwa leo katika Krismasi hii kumtegemea huyu Mungu mwenye nguvu. Lakini sifa ya tatu, anaambiwa ni Baba wa milele. Kumbe uungu wake sio wa muda mfupi tu, ni wa milele, ni wa milele, hana mwisho, ni muumbaji na anapomtaja Isaya anapomtaja huyu Yesu Kristo kwamba hana mwisho, anataka kuturudisha mawazo yetu kwamba alikuwepo hata wakati wa uumbaji. Alikuwepo wakati ule, yupo wakati huu, na atakuwepo hata milele, ataendelea kuwepo. Huyu ni mfalme wa milele, Bwana wa milele, Baba wa milele, na ndio maana tulipokiri ile imani ya Nikea tulipokiri ile imani yaani ile sehemu ya pili ya kumwamini Mungu Baba, Yesu Kristo anasema mwenye uungu mmoja na Baba. Yeye alitoka huko kwa Baba na kwa yeye huyu vitu vyote viliumbwa. Na Yohana anakiri haya katika injili ya Yohana mlango ule wa kwanza mstari wa kwanza akisema, hapo mwanzo kulikuwako neno na huyo neno alikuwa hapo kwa Mungu. Maana yake ni kwamba huyu hana mwisho ana uendelevu unaoendelea hata milele. Na sifa ya nne anayoitaja Isaya hapa anasema ni mfalme wa amani. Mfalme wa amani ataleta amani tele katika ulimwengu huu, tena itaitengeneza hiyo amani, itatengenezwa ataitengeneza amani na kuilinda amani na kuitetea amani, tena si kwa udhalimu Huyu ndiye Mungu tunayemtegemea, aliyekuja kwa kupitia Yesu Kristo, na tunapokumbushwa katika Krismasi hii, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uweza. Na kichwa kinachotuongoza ukiangalia hapa kinasema Imanueli. Ni neno la Kiebrania, ni jina la Kiebrania Imanueli, Mungu yu pamoja nasi, Mungu yu katikati yetu, Mungu yu pamoja nasi. Mungu yupo pamoja nawe katika nyumba yako, ujue kwamba Mungu yupo pamoja nawe pale nyumbani. Katika taifa letu la Tanzania hatuko peke yetu, Mungu yuko katikati yetu, yuko pamoja nasi katika nchi hii, Mungu yuko pamoja nasi katika dunia hii, Mungu yuko pamoja nasi. Lililo kubwa ndugu zangu wapendwa, ni kumkaribisha kuendelea kumpokea na kumpa nafasi afanye mambo makubwa kama ni kutushauri, atushauri tena, kwa uwezo wake wa mshauri wa ajabu. Atushauri na kututia moyo pale tunaporudi nyuma, kwa kuwa yeye ni Mungu mwenye nguvu na uwezo mkubwa. Ndugu zangu, dunia tunayoishi inamhitaji mfalme huyu, maana watu siku hizi wamefanya dhambi tena kuwa ni kitu cha kawaida. Dhambi imekuwa kitu cha uhuru kabisa katika nyakati hizi. Ukiangalia mahali pengi watu wanaishi bila kutetea ile amani ambayo ipo. Kwa mfano maisha ya rushwa, rushwa inapotawala katika taifa ni maisha ya dhambi, tena ya wazi wazi. Tunapaswa kumkaribisha huyu mfalme wa amani ili atuondolee hayo, dunia ikaishi kwa amani Inayostahili. Nimeangalia hata, wakati mwingi ninapoangalia hizi ajali zinazotokea mara nyingi nimejiuliza sana kwamba inakuwaje kwamba tunashindwa eh. Ajali zinatokea mara nyingi sana tena mbaya, ajali mbaya, hata tumesikiliza hata kwenye vyombo vya habari hapa majuzi, ajali mbaya za kutisha za kusononesha, kwa sababu watu wanakiuka miiko ile iliyowekwa ya kuendesha vyombo vya moto maroli. Siku hizi ukiangalia maroli yetu makubwa, nikielekea Dar es Salaam hapo nakuta maroli yamegeukia huko, yameanguka mengi, kwa sababu maroli ya siku hizi yalivyotengenezwa, yanaweza kubeba mzigo mkubwa, lakini yakaenda kwa mbio, yakaenda spidi kubwa. Sasa madereva wetu kwa spidi kubwa kwenye makona unashangaa, roli limeangukia huko, limeua watu. Tumeambiwa ile roli limeangukia haisi, limeua watu wengi kwenye haisi ile. Ni mambo ya ajabu sana yanayojitokeza nyakati hizi, yanayojitokeza ndugu zangu. Hayo tukiyakemea tukiyakemea tena kwa kushikamana kemea, kwa kweli tutaishi kwa amani na kwa utulivu. Vijana wanaoendesha bodaboda bila kujali maisha, wakati mwingine wapo wanaoendesha vizuri, lakini kuna ambao wanaendesha tu na wamesababisha maafa mengi. Juzi pale Mkumbara e, walikuwa wanatoka upande huu jioni usiku, na huyu mmoja anaendesha trekta halina taa huko nyuma. Sasa basi linakuja kutoka Dar es Salaam e sasa limefika pale, kumbe kuna trekta halina taa na sijui limeingiaje barabarani bila taa. Sasa huyu dereva wa basi ikabidi atoke kwenye njia ili alikwepe trekta lile, kumbe inakuja pikipiki piki kule, inaabiria mmoja tena, msharika wetu pale Hengiti pale pale, aligongwa na kafa yeye na yule dereva boda boda. Na mambo yanayosikitisha, ndio maana natumia Christmas hii kuasa wale wote wanaoendesha vyombo vya moto kuwa makini katika uendeshaji. Siendeshe gari kama halijatimiza zile kanuni zote, kama halina taa. Kwa nini uliendesha? Lakini kuendesha kwa tahadhari kubwa ili kuleta maafa katika ulimwengu huu. Lakini Krismasi hii wase, hata wale wanaosimamia masuala ya elimu, kusimamia elimu nzuri, walimu wafundishe watoto wetu vizuri, ili taifa lipate wataalamu mbalimbali watakaosimamia kweli katika ulimwengu huu. Mungu, tunaye mtumikia, aendelee kutuimarisha na kututia nguvu kipekee katika Krismasi hii. Anayemdhulumu mwenzake aache. Ukiona anayekudhulumu wewe, usihangaike naye, mpeleke kwa mshauri wa ajabu, huku ukimwombea aache. Wale wanaodhulumu waache, asiyempenda mwenzake sasa aache, ampende. Tupendane katika kanisa, tupendane katika taifa hili, tupendane katika nyumba zetu, tupendane katika utumishi maofisini mwetu tupendane, mahali popote tulipo, na zaidi sana tuishi kwa amani, kama hata neno lile kutoka Luka mlango wa pili mstari wa kumi na nne kwamba sasa amani imekuja duniani kupitia huyu mfalme Yesu Kristo. Niwatakie Krismasi njema, niwatakie baraka za Mungu katika kuendelea kumtafakari na kumtazama huyu mfalme wa amani anayekuja. Mkaribishe katika nyumba yako mkaribishe katika maisha yako. Mfalme wa amani azaliwe katika maisha haya. Tumepewa mtoto mwanamume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake. Yeye ni mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, na mfalme wa amani. Akatawale maisha yetu. Amen. Tushukuru mwokozi wetu Yesu Kristo, tunakushukuru wewe uliyekuja ulimwenguni ukituletea amani ya kweli na kusihi ukaingie katika nyumba zetu, ukailete amani, ukaingie katika kanisa lako ukalete amani, kaingie katika taifa letu ukalete amani. Tena tupe mioyo ya kuendelea kuidumisha ima, amani hii ambayo ipo katika taifa letu. Mkono wako uendelee kutushika na kututegemeza, tuendelee kukuishia wewe amani tunayoipokea kutoka kwako ikadumu na kutawala, na giza nene likaondoke, tuione nuru kuu, na roho yako Mtakatifu aliye mwalimu mwema akaendelee kutufundisha kweli yako, wewe Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen.